kushukuru sana. Wewe ni ndugu yangu, mambo ya siasa ayachamanai, wewe ni kiongozi mkubwa wa CCM, ndio mjue kwamba siasa sio ishu, ishu ni ubinadamu. Sasa eh, yaani nashindwa hata namna ya kuanza kuzungumza, mambo yenu ni mazito, halafu yameniumiza moyo sana nilikuwa nakuja na kwenye hiki kikao fry, nikiwa nimefurahi, lakini nikiwaangalia changamoto zenu mlivyo samani mwasa, nataka niulize, mwenye shida ya kusikia ni mmoja tu au huyu mkalimani aje mbele hapa, ili wote wao. Wanaona ni hao tu huku. Oh, anasikia okay. Ah, wao ah, okay, wow! Basi vizuri. Mungu akubariki sana mkalimani wetu kwa majina anaitwa Sigrada Mligo. Kwa sasa ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe. Tunaposema mbunge wa viti maalum, ni mbunge wa wote kwa mujibu wa sheria. Mbunge ni mbunge, ukishateuliwa kuwa mbunge, vyama havihusiki tena hapo. Wewe unakuwa ni mbunge wa wote. Ni kama ishu ya kwenda mbinguni Haijalishi umetumia dhehebu gani, lakini unachotaka ukamfikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni utaratibu kwamba wokovu unapatikana kwenye milango tofauti tofauti. Basi na huku ni katiba tu ndio inasema kwamba unapotaka kugombea lazima udhaminiwe na chama fulani. Ingekosa katiba, basi mimi ningekuwa nagombea kama mgombea binafsi, kwa sababu sometimes tunashindwa kusaidia watu, tunashindwa kusaidiana kwa sababu ya kuleta mambo ya itikadi ya vyama. Mimi mnapokutana na mimi tujadiliane, watu wenye changamoto na mbunge wenu Sigrada Mligo, wala usitaje chama changu popote, kwa sababu mimi sasa ni mbunge wa wananchi wote. Sasa kwanza niwapongeze kwa kuvuka mwaka licha ya changamoto zenu mlizonazo. Mjipongeze kwa kuitikia wito haraka ndani ya siku mbili toka mmepewa taarifa. Hakuna iliyotumiwa, hakuna hata nauli hapa, mmeambiwa mbunge anataka kuzungumza na nyinyi na kula makamba na nyinyi, mmefika. Sasa ni paka nawaza hao ambao wana wanashida ya kutembea yani, wamepandaje kwenye gari yani Yani, ala! Lakini kwa sababu mnaye Mungu mlipata wasaidizi na mimi mpaka, wakafanya mtafika hapa, kwa hiyo glory be to God, yaani pongezi zote ziende kwa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la tatu, kupitia hiyo hiyo changamoto ulionayo, usijione mnyonge kwa sababu Mungu ana makusudi yake. Mungu ana makusudi. Hakuna jambo ambalo Mungu anafanyaga bila makusudi, halipo. Wewe leo hii utaumia kwamba mimi sioni, lakini Mungu kuna mtu sasa hivi yuko Ikonda pale daktari amesema yani imeshindikana, anatamani angekuwa hata haoni, lakini awe na afya njema, au sio? Na ana pesa, ana kila kitu, ni tajiri, ni bilionea lakini anaambiwa figo zimefeli, yaani hela yenyewe haiwezi kumsaidia tena. Kwa hiyo ili tuendelee kumtukuza Mungu, lazima tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Yeye hey. Lakini wewe feel proud. Yani kuwa na amani, ukishakuwa na amani kwanza wewe wala huwezi kutetereka, na watu wanakuonaje? Yani we jikubali kwanza, tunaita kimtandani, jikubali kwanza, halafu mko well organized. Na kuchelewa kufikiwa ulikuwa ni mpango wa Mungu, ndio amewaletea Sigrada sasa Sasa kuna changamoto nyingi sana hapa mmezungumza. Nitaenda kwenye changamoto moja baada ya nyingine, na kama mlivyosema, hili tukio halijawahi tokea toka dunia imeumbwa. Sasa tuta, tunaomba tu amani ya moyo na tunaomba uhai na afya tuwe tunaweza kuadhimisha tukio hii kila mwaka. tuambizane mmefikia wapi, kama kuna mitaji tuliwatafutia tujue mitaji yenu tulio hapa imeishia wapi. Kwa sababu kuna muda tunaweza tukasema, nyinyi mna yani, hamsaidii kwa sababu watu hawajaiona hii jumuiya yenu. Sasa mimi nataka hii jumuiya yenu ianze kuonekana. Kama mimi Mungu utaniambia mimi kama mimi kaa tu, na katubakokaeni tu. Nilikuwa na tafakari mimi peke yangu, sijui kama niko sahihi. Nikawa nafikiria cha kwanza, ili hii jumuiya iheshimiwe na ionekane na tujue namna ya kuwasemea, cha kwanza lazima tuwawezeshe ofisi ya uongozi kwa sababu kuna mmoja amesema hadi kudini na mtu mmoja mmoja. Taasisi ambayo uongozi wake haujakaa vizuri ni ngumu sana. Kwa hiyo cha kwanza tuwe na ofisi, ambayo ofisi hiyo si lazima kwenda kuongea na serikali, niipo ndani ya uwezo wangu. Yani, arubini atamsahau ambaye haoni ambaye haoni atamsahau mwenye ulemavu wa viungo. Mimi nafikiri kwa hali yenu mlionayo, ni muhimu sana tukaa kwanza na ofisi ya jumuisho ya mkoa, na iwena kama sio Makambako, basi Njombe. Msimamizi <coughs> mkuu wa hiyo ofisi awe ni mwenyekiti na katibu wake wa hiyo jumuisho yenu ya kimkoa na kwa sababu mimi na operate kimkoa basi, nakuwa hata napoenda kupeleka mambo yenu mahali nakuwa nina confidence. Tunaita kuna kuna nguvu jamani, jumuiya hii uongozi wake ni huu, katibu ni huyu, mwenyekiti ni huyu. Kama unataka assurance, namba zao hizi hapa, ofisi yao inapatikana sehemu -right. fulani walipia hata mwaka mmoja kwa kuanzia. Jambo <coughs> jingine, mmesema mnaomba ziara ambayo ziara hiyo mimi nilikuwa nafikiri kichwani mwangu kwamba mlipanga kutembelea shule. Sasa nilikuwa nafikiri mwalimu mwangu kwamba muongeze ziara hiyo isiwe tu kutembelea shule, mtembelee na wama, wilaya ambazo hawajafikiwa hawa watu wenu ili kuongeza members, kuongeza wenzenu na kuwataarifu kwamba sasa tuna ofisi rasmi nayo opereti maeneo fulani, utaratibu utakuwa moja mbili tatu. Na ziara hiyo umesema bajeti yake ni shilingi laki tano. Hiyo laki tano mtawapa leo sema vikao vyenu ambavyo kimsingi vipo kwa mujibu wa sheria na bila kuwaga na bajeti za kihalmashauri. Hilo ni jambo ambalo nalo liko ndani ya uwezo wangu, ni kazi yangu. Kama ambavyo nyinyi mtafanya ziara zenu, na mimi nitafanya ziara kwenye halmashauri zote za mkoa huu, kwa sababu mimi mamlaka yangu ni ya kimkoa. Kwa hiyo naruhusiwa na kuingia ofisi yote halmashauri na kuzungumza changamoto zenu kwa kushauriana na wakurugenzi na wenye viti wa halmashauri. Na msijione wanyonge, hoja zenu za vikao vyenu hivyo zipo. Mlikosa tu msemaji na nguvu yenu. Yaani, taasisi kishakuwa na nguvu, watu wanaanza kuiogopa na kuiheshimu, ila mnapokuwa mmepotea na poteana, kila mtu anapambana kivyake, hawaoni hiyo nguvu yenu. Sasa tunahitaji hii taasisi yenu iwe ni sehemu ya watu kuitazama, yani mwanze kuonekana, mwanze mfanya nini kuonekana. Ifike siku nyingine tukutane hapa mkoa mzima, tumefikisha hao watu mia sita wanaokadiriwa, dunia itashangaa na itashtuka. Naunganisha pamoja na aliyesema vikao vya shirikisho wanapeleka watu wachache. Ni ishu ndogo hiyo, ni masuala ya kuongea na wakurugenzi na wenye vitu wa halmashauri tu, ili niweze kuwakilisha huko watu wengi wengi. Kwa hiyo nio meachia viziwi, mtaka kuwa mlezi, ameelezea dada pale, wanawake wa jasiriamali halmashauri. Sasa amezungumza dada yangu pale kwenye hili sasa nikawaza pia kwamba unajua pia mimi nawahurumia sana. Nini kuwa wakopaji, mmenielewa. nawahurumia kwa nini? Yaani wewe kwa hali yako unahitaji fedha, hata kama ni ndogo itakayo kusaidia kufanya shughuli yako ya kila siku. Mimi nikiwaangalia hapa, sizani kama kuna mtu anahitaji mamilioni kama mtaji, sini laki moja, laki mbili, ukizidi sana mtaji wa mtu nakuta ni laki tano. Sasa mimi nilikuwa na wazo. Licha ya kwamba nitaenda kuwazungumzia na kuwapambania kwa, kwa kushirikiana na halmashauri ambazo zimetoa, nitaunganisha maswali zuri wakaka kaliu jamani.

apereka ya bungeni yakiungwa mkono na walio wa wengi nageuka ni sheria nao hili majand na kwa mujibu wa sheria, mbunge pia ni mjumbe wa baraza la majibani kwenye mkoa wake. Nako nitaendelea nitaendelea na kulipambania jambo hili, ili kama tunawapa fedha walemavu isiwe mkopo tena. Bora mpe mtu hata kidogo akapambane mbele akafie mbele. Yani stress ya mbele yako ni stress tosha, yaani changamoto yako ni changamoto tosha. Kumpa huyu mtu mgogo ni kumuongezea hapa leo kabla hawajatanuka kuwa wengi, nitunzie halafu. Ebu kwa sababu ni watu wako, ujue kila mtu interest yake, yani kila mtu anatamani kufanya nini, tupate budget ya kila mtu. Ni himirivu kwa kila mtu, au sio himirivu? ukishakuwa mbunge lazima uwe na shida ni wao au shida ni sisi? mnao kwa kuwawezesha inikoko na thamani iwe kitu cha ziada. Mimi natamani tu wawezeshe kwanza kwamba baada ya miezi mitatu kama ni biashara utakuwa umeshaanza, imeshaanza kuoperate, hilo nalo nitalifanyia kazi. Lakini mimi kwa leo mkopo nitaweka ni ni option ya pili. Option ya kwanza tutafute wadau na nitatafuta wadau. Hiyo kwa <tus> kwa e viongozi, tujue anaeshinda kutembea akipewa nini atatuliza akili yake huyu mlemavu wa ngozi akipewa nini atakuwa na utulivu wa akili? Naamini wala sio mapesa mengi kiasi hicho, lakini kuna kitu nataka niwaambie ndugu zangu, nyinyi ni waajiri wetu. Hiki kitu wabunge wengi hawazungumzi. Nyinyi ni waajiri wetu. Kwa nini nasema ni waajiri wetu? Sisi tunalipwa posho kila mwezi na sio ndogo kiasi